Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa tumepitikia na mwaka na sasa, hapa tubakie hapo kuikongolea Ramadhani, na Ramadhani ni mwezi mtukufu atakakongolewe ushangiliwe. Basi kukongolea kubwa kumwomba Mungu, Mwenyezi Mungu atufikishe, baada ya kutufikisha atupe taufiki, yatufunge kiyamu, siyamu, wa kiyamu na tupate natupate yaliyomo ndani maanaake kama tulaombao juzi hapo. Katika mwezi huu wa Shaaban ndio zimefungwa vitabu vyote zile za makamzimao zimepandishwa juu sasa, daftari pia kabisa, na mwezi wa Ramadhani sasa, kama tumeshifia wanadamu atkukosa na kule kukosa kwataka kutubiwa. Bora wenye kukosa ni wale wakumbukao makosa yao wakarudi kwa Mungu akatubia. Hawa ndio ziumbe bora kwa Mwenyezi Mungu, na ndio Mtume akatwambia nini, tufuatalishe lema watbesaiata al alhasana tamhuha. Ukifanya jambo lema, ukitanguliza lema, ndio enda likafuta lile baya. Sasa tuipendeni inshaallah mwezi wa Ramadhani, tusimameni tufanye mema, atufutie Mwenyezi Mungu madhambi yetu mwaka mzima, na tutie katika daftari la watu wema, atupe taufiki wakati mzito. Saa hizi ni kuomba Mungu, wasimaneno garamadhani kidogo, watu wana umakinifu wa kusikiza maneno. Kwa hivyo tosha, inshallah tuipindeni kufanya mema katika mwezi Ramadani wenyeziwaliopica mwaka mzima. rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim allahumma aslih aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina